Iran said on Friday that it would not discuss the future of its nuclear program while under attack by Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Irani, Abbas Araghchi, amesema kuwa ushiriki wa Marekani katika mzozo unaoendelea kati ya Israel na Irani utakuwa hatari sana. Araghchi amewasili jijini Istanbul kuendelea mazungumzo ya kidiplomasia, lakini Iran imesisitiza kuwa haitashiriki tena kwenye mazungumzo nyuklia hadi mashambulizi dhidi yake yatakapositishwa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Tehran, watu wasiopungua 430 wamepoteza maisha nchini Iran tangu kuanza kwa mzozo huo mnamo Juni 13, huko Israel ikiendelea kuripoti mashambulizi yanayofanywa na vikosi vya Iran. Jeshi la ulinzi la Israel limetangaza kuwa limefanikiwa kumuua kamanda wa kikosi cha Iran, Saeed Izadi, katika shambulio lililofanyika usiku katika mji aki wa Qom, ulioko kaskazini mashariki mwa Irani. Akizungumza akiwa mjini Istanbul, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alisema kuwa Israel ndiyo kikwazo kikubwa zaidi cha amani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. karibu karibu tugudumie. Asante sana, nahitaji mashuka yaliyo bora kabisa. Hapa tuna kila aina ya mashuka kutoka Dubai na Uturuki, lakini pia tuna maduveti bora kabisa mm. oh. Kweli, kama unahitaji mashuka mazuri na yenye ubora wa hali ya juu, bila shaka hapa ndo mahali pake. <laughs> okay, nice. nimependa sana uimara wake, rangi zake, materio yake, kila kitu kinaonekana bora na original kabisa. Naam, mm, sisi ndo mabingwa wa kuuza mashuka quality kwa bei nafuu za jumla na rejareja reja. <laughs> <laughs> Wow, I'm very impressed. Karibu Mashuka Safi Tanzania. Tunapatikana Mikocheni A Mtawa, tuvikiwa opositi na vunja bei. Hapa ndipo utakapopata ubora wa kipekee. Kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 0715267461. Instagram ni Mashuka Safi Tanzania.